Mua, jezi original za Simba Sports Club ambazo msabuni wake ni Jeruti. Sasa mimi naomba nikuulize swali. Jezi zao alisema msimu huu zinakuja za kitofauti. Ambazo zazito msumbua okay. Wanasimba yote kujua ni original ama fake. Itakuwa na alama hapa ndani. Sawa ya kuskani. Hiyo alama ipo, ipo, ipo. Ndio nikuulize wewe mpaka wanaenda kutoa elimu. Hiyo elimu gani inayohitajika kumwambia mtu bwana hapa kuna alama kama. Maana jezi ya Simba ina kialama kama hiki, ndio wanasimba wanaruka ruka nacho cha kuskani. <laughs> Sawa. Sasa je, hiko sikinaonekana tu kama ingekuwa eh elimu gani unaenda kutoa hapa? Ndugu zetu tusiwaambie wanajua kuwachezea akili ya mashabiki wao wanajua kuwadanganya danganya mashabiki wao hakuna elimu yoyote hakuna kitu chochote hakuna tofauti yoyote kwenye jezi ya msimu wa Simba ile walioweka hapa mm. Young African si tunayo kwenye mifuko Jezi ya Yanga ukinunua kwenye mfuko pale ukisikani unamaliza pale pale. sasa wao wanaeka humu hii t-shirt shilingi elfu kumi na tano. Lakini na nini? ina alama ya kuskani. Sasa wao wanauzwa jezi ya shilingi 45. Kwa hiyo elimu haisaidi chochote. Haisaidi chochote kwa sababu wana, wana, yani wenyewe wanajionyesha kwamba walichokifanya sio sahihi. Sasa mlieka mlieka kitu gani cha kuskani pale kwa shida gani yani? Maana yake nini mlieka jambo la kuskani, kumbe jezi original bado amwezi kuzi yani wachabiki wenu hawawezi kuzitambua. Sasa ile skani ya nini? Au ndio ile skani ya kutoa kwamba sita mfululizo. Inawezekana maana sasa jezi za Simba sasa hivi ukizisikia. Kwa hiyo nyinyi amwaombei chochote. Mimi siwezi kumwambia chochote hapa, mbali na yeye kasema kama baya likiwakuta safi, likiwapata yeah, zuri, tutajijua wenyewe. Sasa kama yeye kasema hivyo, mimi nani Baraka Yanga muuza jezi kasema hivyo kwamba kama baya likiwakuta hewala, na mimi pia narudisha hivyo hivyo. Kama baya likiwakuta si tutafurahi, tutakunywa na supu. Bwana, tuzungumze kidogo. Mchezo wao wa kirafiki uliusikia? Hawajauona, ila tuzungumze pale tulipoenda kucheza mechi ya kirafiki na nani m pamoja na nani na waandishi wa habari pale pale, mtu kaenda, walienda kimya kimya, wakaomba kamera zisiwepo, wakala chuma nne moja. Sawa, wamekula chuma nne moja. Yaani, yani, wamenyata, wamenyata, wamenyata, wakajiingiza kwenye mikono ya Al Hilal. Matokeo yake kimya kimya wamekula chuma nne, chuma nne za ndani zikavuja. Kamanda, habari yako bwana? Salama, hamna jipya gani? wewe umeona kamanda yule simba yule? <laughs> Bwana yule kapigwa na Ahmed, kapigwa na nani na Al Hilal jana. Mimi nilipata wasawa kuongea na benchi la ufundi la Al Hilal, nikaongea nao nikawauliza, kwa nini mnawadhalilisha watani zetu, kwa nini mnawafanyia vitu vya kuwadhihaki, kwa sababu kuwafunga kwenye ardhi yetu ya nyumbani, lakini pia kuwafunga indoor sio jambo zuri na mkavujisha taarifa. Wao si walipost? Eh, wakasema afu kumbe kingine, mechi ya kwanza wakati wanacheza pale Semuyo. Simba walishinda 2-1. Eh, Simba hawakuposti. Waliposti eh. sk Ami... Yani, wali wali... eh, ndo hicho yani, wale si wameposti baada ya kumfunga na wameposti <laughs> hey, ubaya. Eh, ubaya, hey, ubaya, ubaya. <laughs> Al Hilal mwanangu <laughs> Al Hilal kwa jina lingine anaitwa ya haya. Ya haya. Timu ya haya inakupiga chuma nne halafu wewe unataka kushindana na Yanga, unataka ufanye vizuri kimataifa. umeuliza swali gani? Ile gari na matairi manne nyuma, mbele mawili, sita, sita. E. Simba kafungwa goli nne, yaani Simba kapigwa, yani ka tairi za nyuma hizi za... e, ndio Simba kapigwa <laughs> ya kapigwa taili za nyuma za gari. Za nyuma za gari, ukija <laughs> e, Makumbusho, ukiona daladala hey, angalia taili za nyuma zina ziko ngapi ndo alizopigwa Simba kimya kimya, afu wao ni wamekula kama hivi. Hivi unamwona kocha mpya kitoboa? Ma, matatu bwana hmm. <laughs> e, hamna kocha pale. Aa... mimi ndo nawaambia pale kocha hamna. Ila nyie mara ya kwanza wakati nakuja na Gabroni hapa. Okay. Mlisema wale, Gabroni United wale wale walivyokuwa wana ubonda, mali kweli kweli. ma kusema hivyo. Usituvishe maneno wale, ukanda wao wote ni kawaida yao kupiga piga pasi. Hicho ndio kilichowadanganya Simba, wamesahau kama ule ukanda ule ndio mipira yao, falsafa yao kupiga piga pasi, na ndio kilichowakuta. Sawa, yaani wale asekimemosa ndio mamcha yao wenye kupiga piga pasi, sawa, ila matokeo, hawa wanaga matokeo wale, eh, ndio maana uwaoni, uwaoni wakafanya vitu vikubwa vitu vya ajabu. Sasa wale wakadanganyika na matokeo yao, wakaenda kumchukua Matatu, mvuta shisha mweka vipuli sasa yule ameshindwa yule ni msanii Sawa? sawa yani yule alikuja kuleta msanii sio kocha wa mpira Eh, eh sio mkocha. na hivyo vitu ndio vinamfanya engineer Hersi Said anabaki kuwa rais anabaki kuwa kiongozi mashuhuri na kiongozi bora kwa sababu vitu kama hivyo hawezi kuviruhusu tumeenda kuchukua kocha kutoka South Africa ha? naona yule. yule amecheza yule amecheza South Africa yule. Yule ni kocha. Ah, ah yule alicheza South Africa ila ni Malawi Tumetoka kumchukua. Sawa, yule ni kocha mwenye CV kubwa, unaambiwa anataka kuuza CV zake, anataka kuzigawa CV zake kwa baadhi ya makocha ambao wamekosa CV kama, kama Pantevu. Pantevu CV ana kwa, anaruhusiwa kuja meneja? Yule meneja, wapi meneja? CV ana unakuwaje meneja? una CV labda meneja, wale wa nini wale wa vifuli wale, unajua wale wa anaitwa meneja, sio kocha meneja. Huo peke yake ni uzushi huo e, peke yake ni uzushi, yani hiyo peke yake tu ni danganya toto, kwa sababu amegundua huyu sifa za ukocha ana, wakaamua ampe choo kingine. Msishangae kumuona Babla siku anaitwa kocha. eh? Msishangae kumuona Babla anaitwa kocha. Kwa kumalizia kocha... Mm, na mashabiki wa Yanga Africans, malizia kwa kuambia kuelekea kwenye mchezo wa kimataifa, lakini pia vilevile vile, yale maneno ambayo yanazungumzwa vibaya kuhusiana na kocha Romain Folz. Eh, bwana kocha Romain Folz tunaye, tunatamba naye na yule kocha tumewaingiza mkenge Yani, walihisi tutasikiliza kelele zao za chura tutamfukuza, lakini sisi ndio kwanza tume, tumemwambia baba, tumekukabidhi timu, project ni ya kwako, na kuanzia leo tunakuletea mtu akusaidisana naye mufanye kazi kwa utulivu kwa waamani, hakuna pa kuondoka. Hawa tushawapiga chenga ya mwili, mawazo yao walijua unaondoka ila upo. Lakini cha kuambia washabiki wa African, sisi ni mashabiki wa mpira, sisi ni mashabiki wa FIFA, lazima tujitofautishe na mashabiki wa Karume. Yani lazima kuwe na utofauti wa FIFA na Karume. Eh, uwepo tofauti, naomba tuuelewe mpira, tutambue mpira. Unahitaji muda unahitaji, uh, unahitaji, una matokeo matatu, unahitaji hekima, unahitaji taaluma kuuelewa. Tusikurupuke, tusitumie hisia. Ndio maana Young Africans, viongozi wetu watumii hisia kufanya maamuzi. Ingekuwa wao upande wao, wangekuwa washamfukuza kocha, lakini sisi ndio kwanza tumetulia. Maanaake nini? Tunautambua mpira, tunaujua mpira. Hivyo mashabiki wa Young Africans tunatakiwa tuujue mpira, tuutambue mpira, all in all, tuisupport timu yetu. Malawi tunaenda kupata matokeo, tuendeni Malawi wananchi twendeni Malawi siyo mbali. Shukrani sana Baraka. Asante.